Leo tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2025. Ni katika mkoa wa Mbeya kesi inayomuhusu Mdude Nyagali ama Mdude Chadema itaanza kusomwa ama itasomwa leo katika mahakama au High Court Mbeya kwa ajili ya kumuhitaji akiwa hai ikumbukwe Mdude Nyagari alitekwa akiwa nyumbani kwake huko maeneo ya Iwambi jijini Mbeya, ambapo mpaka leo haijulikani yuko wapi, lakini katika mazingira yale ilionyesha kwamba watu hao waliokuwa wamemteka mbele ya mtoto wake na mke wake, walimpiga kisha damu kumwagika nyingi na mpaka sasa, baadhi ya watu wamekata tamaa kumpata Mdude Nyagali akiwa hai au amekufa. Ikumbukwe tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2025, rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa anafunga bunge la kumi na mbili jijini Dodoma. Moja ya kauli zake katika hotuba yake, aliwasihi polisi kuzidisha mapambano dhidi ya upotevu wa Watanzania. Na Bonifasi anyisile Mwabukusi ambaye ni wakili msomi wa kujitegemea na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika ameandika katika ukurasa wake wa Facebook akisema, Yohana kumi mstari wa kumi kwa kunukuu maneno yafuatayo anasema: mwivi haji ili aibe na anakuja ili aibe na kuua na kuharibu. Mimi nalikuja ili wapate uzima, kisha opate tele, anasema Yesu. Alikuwa akijieleza kama mchungaji mwema, akitofautisha huduma yake na kazi ya mwili ambaye anawakilisha shetani au viongozi wa uongo waliokuwa wakipotosha watu wa Mungu, wakiwatuika mizigo na masharti ambayo wao wenyewe hawakutekeleza, walioteka na kuua kwa kusingizia Amemaliza kwa kusema we will fight for you brother. Ameweka picha ya Mdude Nyagali ambayo imeandikwa, Mdude alichukuliwa mbele ya mke wake. Baada ya andiko fupi hilo, baadhi ya wasomaji wa ukurasa wa Facebook wa wakili Boniface Anyisile Mwabukusi wametoa maoni yao akiwemo anjrshow akisema mimi ni baba wa familia, nina watoto wanne, wawili kati yao umri unaruhusu kupiga kura. Nia ndugu wananitegemea kijijini, wako kama watano hivi, ukiweka na anatimia watu nane. Jana nimetoa tangazo kwa wote kuwamba, atakayejaribu kuinua mguu wake siku ya kupiga kura, akaenda kupiga kura, asithubutu kunijaribu nimemwambia wazi kwamba ni marufuku kwenda kupiga kura. Atakayekaidi agizo hilo ataenda kuishi kwake. Sospita Masalu anasema shauri la Bwana liwatangulie haki yake ikasimame, maana yeye ndiyo Alfa na Omega. Maiko Magwaza anasema ubarikiwe sana, kazi yako ni njema mno, mbingu zisimame na wewe kama Shadrak, Kameshak na Abednego. Masmansoro anasema sija kuelewa, kaka. Kesho ndio siku rasmi ya ufunguzi wa kesi ya ndugu yetu Mudude. Felix Himbekenga anasema lakini, akasema tazama, niko katika hali ya kutiwa hatiani na wafarume wa dunia hii, ila nawaambieni damu yangu haitapotea bure. Alipokwisha kusema hayo, akapita katikati yao akaondoka na wasijue alipoelekea. Nao siku zikafika za wale wanyang'anyi wa nafsi amina. Jeneralozi Mko anasema utasemaje? Umeshinda kwa kishindo, mpinzani wako umemweka gerezani, umefungulia chama chake kesi chungu nzima, umepiga marufuku viongozi wake kufanya shughuli za chama, kila akosoaye chama chako unamwadhibu, kanuni za uchaguzi na kupendelea wewe Wasimamizi wa uchaguzi wanakupendelea wewe. Baada ya uchaguzi unafurahi eti yetu umeshinda kwa kishindo, ni kwamba umeshindwa kwa ubabe na uharamia. Godfrey Maro anasema Tanzania iko katikati ya misiba, madai kumi ya Watanzania kwa serikali yao na rais wao. Ameandika mambo kadhaa hapo akisema kimsingi haki za wananchi za kikatiba huwa haziombwi bali huwa zinadaiwa. Kwa hiyo kwa Tanzania moja tunadai free risu, free risu, free soka, free Mdude, free chaula, free kaswahili, free wachokonozi na wengine 85 waliopotea kabisa. Tunadai makanisa ya Gwajima yote yafunguliwe ili wananchi waendelee kuwa na uhuru wao wa katiba wa kumwabudu Mungu wao. Tatu, tuna dai, mahakama mahakama ya yachwe huru na bunge liachwe huru iwe muhimili isiyoingiliwa kabisa na serikali mahakama iwe huru kuiwajibisha serikali kikamilifu pindi ripoti ya CAG inapotoka na serikali inapokiuka katiba na wabunge wawe huru kabisa kukosoa na kuelekeza serikali nne tunadai Jeshi la polisi lisiingilie kabisa siasa na kusaidia chama tawala kushinda uchaguzi mkuu. Tano, tunadai sheria yenye uwezo wa kumwajibisha kamishina wa tume huru ya uchaguzi hindi anaponyamazia anapo wizi wa kura na kutangaza matokeo batili aka feki. Sita, tunadai tume huru ya uchaguzi yenye idadi sawa ya wajumbe kutoka CCM, Chadema, ACT Wazalendo asasi za kiraia na watu huru wasiokuwa na chama chochote. Saba, tunadai rasilimali za Tanganyika kama bandari mapori ya Roliondo na wanyama wake zirudishwe mikononi mwa Watanganyika. Nane, tunadai haki ya vyama vipinzani kufanya shughuli za kisiasa bila kusumbuliwa na kusitishwa na chama tawala na serikali kwa kutumia polisi, mahakama na wasajili wa vyama vya kisiasa, taasisi za kidini na NGO. Tisa, tunadai uhuru wa mawakala wa wagombea kuhesabu kura zetu tutakazopiga Oktoba 25 kwa uhuru na uwazi kabisa kwenye vituo vyote vya kupiga kura nchi nzima, na kila kituo kibandike matangazo ya idadi ya kura zote halali za wagombea wa rais, ubunge na udiwani siku hiyo hiyo ya uchaguzi mkuu kabla ya kusafirisha masanduku ya kura. Kumi mwisho, lakini kwa umuhimu wa kipekee tunadai katiba mpya kabla ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Mungu akitujalia, tukayapata yote hayo, amani ya Tanzania itadumu hadi siku Yesu akirudi. Take it from me. Rehema Shauri hasa Mungu akutangulie, ndugu kwa hili. Monika Shirima analia huko akisema, najua uchungu na kilio cha ndugu zetu waliopotezwa kwa ajili ya kutetea haki. Haisaidii chochote. Najaribu kuvaa viatu vya mke wa Mdude, vinakuwa vikubwa. Tuendelee kupiga kelele, yamkini sikio la kufa likasikia dawa. Amoni Msaila anasema Amen. Ilgiva Masawe anasema, Mungu akusimamie katika harakati za kutafuta haki ya Mdude. Adolf Kangale anasema kila laheri mkuu, tupo pamoja sana. Galaxy anasema si bora kidogo hata yale aliyemfunga jela kuliko aliyekuja kumtoa jela na kupanga njama za kutaka kumuua huko nje. Bring back au Mdude. Simon Manyonyi Majijo anasema na waliomchukua wanafahamika kwa majina na ofisi zao. Simon Mwasilde anasema nitakuwepo Adamu Shakira anasema uhai ni tajiri pekee. Anasema bora iwe Simba Safari. Benjamin anasema Mungu ajidhilishe mwenyewe kwa sasa. Dani Matiko anasema bora kesi hiyo ianze tuone mwenendo wake. anasemanitakuwepomwaim anasema bro anasema tutakuwepo Mwakigali. Mungu Mungu kisasi wakisasisiki kilio cha watu wako Exoni mwa kalobo wametoa uh, katuni hapo za kilio siri vya mapunda vivyo hivyo. Mtazamaji wa Nyikani TV, karibu nawe kwa maoni yako katika jambo hili, ambapo leo tarehe 30 mwezi wa sita mwaka 2025 tunaenda uh, mahakama inaenda kutaja kesi ya Mdude kule katika mahakama kuu ya uh, masijala dogo ya Mbeya. Karibu kwa maoni yako.